kuhakikisha kuwa mwenge wa uhuru 2025 umemaliza mbio zake mkiwa salama katika mkesha wa mwenge wa uhuru katika halmashauri ya manispaa ya songea jumla ya wananchi 191 walipima malaria ambapo wanawake walikuwa wana 103 na wanaume 88 waliokutwa wana vimelea vya malaria walikuwa 6 sawa na asilimia 3.1 ikiwa ni wanaume watatu na wanawake watatu katika kutekeleza vitendo dhidi ya kupambana na ukimwi katika uwanja wa mkesha watu walijitokeza kupima VVU walikuwa mia tano kumi na sita. Kati ya hao wanawake mia moja hamsini na moja na wanaume 361 na waliokutwa na, na virusi vya ukimwi walikuwa wanne sawa na asilimia sufuri nukta nane, ikiwa ni wanaume mmoja na wanawake watatu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuhusu swala la lishe jumla na ya watoto waliopimwa walikuwa 368 kati yao 170 ni wavulana na 198 wasichana. Watoto wawili walikuwa na utapia mlo mkali sawa na asilimia 0.5 na watoto wenye utapia mlo mdogo walikuwa ni 26 sawa na asilimia 7.1 na watoto 340 walikuwa na hali nzuri. Kwa upande wa watu wazima, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, jumla ya watu 467 walipimwa hali ya lishe kati ya hao wanaume walikuwa 193 na wanawake 274 na waliokuwa na hali nzuri walikuwa 213 sawa na asilimia 45.6 na waliokuwa na uzito uliozidi walikuwa 121 sawa na asilimia 26. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenge wa uhuru wa upande wa manispaa Songea umetembelea jumla miradi tisa ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 800 milio ambapo kati ya miradi hiyo, mradi mmoja wenye thamani ya shilingi milioni 64 umefunguliwa, miradi miwili yenye thamani ya shilingi milioni 1.6 imewekewa mawe ya msingi, miradi mitano yenye thamani ya shilingi milioni 51 imekaguliwa na kutembelewa, na mradi mmoja wenye thamani ya shilingi milioni 80 ulikuwa ni wa kugawa vifaa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa heshima kubwa, niko tayari kukabidhi mwenge huu uliokimbizwa katika manispaa ya Songea kuanzia tarehe kumi na nne mwezi Mei hadi tarehe kumi na tano leo ukiwa uko salama na unawaka na una meremeta. Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi Ngolo Mwanidugu Malenya, mkuu wa wilaya na Mtumbo, nakiri kupokea mwenge huu ukiwa una ng'ara na una meremeta. Nakiri pia kupokea timu yote ya mkoa nakiri pia kupokea mratibu wa mwenge kitaifa kutoka ofisi ya waziri mkuu. Nakiri pia kupokea wakimbiza mwenge wa kitaifa wakiongozwa na ndugu Ismail Usi. Na aidha mwenge huu utakimbia kilomita mia moja hamsini na saba na utakagua miradi kumi; miwili itakuwa ya kuzinduliwa, miwili itakuwa ya kuwekewa jiwe la msingi na sita itakuwa ya kukaguliwa na kutembelewa. Pia mwenge huu utashuhudia ugawaji wa neti pamoja na mitungi ya gesi kwa ajili ya kuheshimu na kuiishi falsafa ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwenye nishati safi. Ee Mungu nisaidie.